yo shetani asingependa uijue ikiwa mwanadamu anaye adui basi huyu adui ni shetani ndiyo. Uh, wanadamu wanaweza kuwa na watu wanaodhania kuwa ni maadui, lakini kama kuna adui nambari moja wa mwanadamu basi ni shetani. Na shetani kuna kitu anakifahamu ambacho asingependa wewe ukijue. Maana ukikijua utakuwa umeivunja vibaya ngome yake, na utagundua udhaifu wake ambao kama utautumia utaleta madhara makubwa katika ufalme wake. Na shetani anatumia watu, anatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha ya kwamba siri hii hauifahamu. Sasa natamani tufungue kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na mbili aya ile ya kumi na nne Injili ya Mathayo sura ile ya ishirini na mbili aya ya kumi na nne ina maneno haya anasema kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache kama kuna hoja imesumbua na kutesa watu wengi, ni hili swala la wateule, kuwa mteule. Kuna wakati mtu anaweza akakaa akatafakali akajiuliza, nasikia kuna kwenda mbinguni, nasikia kuna kuokolewa hivi, na mimi nitaenda mbinguni kweli? Hivi na mimi nitaokolewa? Nasikia kuna mambo mazuri yameandaliwa nasikia kutakuwa na maisha yasiyokuwa na kifo, maisha yasiyokuwa na machozi, maisha yasiyokuwa na maumivu, mahali ambapo nitafurahia matendo na kazi za mikono yangu, mahali ambako hakutakuwa na dhuluma, mahali ambako sitatenganishwa na wapendwa wangu, mahali ambako nitaishi maisha ya raha, sitaishi maisha ya magonjwa, sitaishi maisha ya vita. Hivi kweli na mimi siku moja ninaweza nikaokolewa, nikayaishi hayo maisha, ama kuna kundi fulani tayari limeandaliwa na Mungu la watu ambao wataokolewa na mimi sipo katika kundi hilo? Kuna wakati tunajiuliza hasa maisha yetu ya imani yanapofika mahali, kama yanapanda, baadaye yanashuka, kama tunaenda vizuri, baadaye tunaanguka. Mtu anatafakari anajiuliza kwamba vipi kama miaka yangu yote maisha yangu yote, muda wangu wote ambao nimeutumia kwenda kanisani, kufanya maombi, kusoma neno, kufanya kazi ya Mungu, kuimba, kufanya mambo mbalimbali mbali mema yanayompendeza Mungu na kujizuia starehe mbalimbali mbali za dunia ambazo Mungu hazimpendezi, vipi kama hayo yote ni bure na hatimaye sitaenda mbinguni? Sitakuwa nimepoteza muda, sitakuwa nimepoteza fursa, sio kwamba nitakuwa nimeteseka bure nisipate chochote? Vipi kama wale ninaowaona sasa hivi, kama watu wasiofaa, walevi, machangudoa majambazi, wachawi, wale naodhani wanaishi maisha yasiyofaa lakini wanaonekana kuyafurahia. Vipi kama majina yao tayari yameandikwa kwenye orodha ya wateule, na pamoja na kuishi hivyo kwa maisha ya muda mrefu, hatimaye siku moja wataokolewa na mimi niliyeteseka sana katika imani mwishoni nikapotea? Watu wanaenda mbali kujenga hoja kwamba huenda kuna baadhi ya watu kama yule mwizi msalabani, aliishi maisha yake yote kama mnyang'anyi, kama mtu mwovu, kama mtu katili, lakini dakika za mwisho akiwa juu ya msalaba, muda mfupi kabla ya kupoteza maisha, anapata nafasi ya kuingia katika uzima wa milele. Vipi kama mimi nateseka bure? Ni swali ambalo wengi limewatatiza, mpaka wengine wakahitimisha kwa kusema ponda raha maana kifo chaja. Swali la msingi ni kwamba Yesu anapozungumzia swala la wateule kama alivyoandika Mathayo, alikuwa na maana ipi na ni siri ipi hiyo ambayo shetani hataki mimi au wewe tuijue? Sasa muda wetu hauturuhusu kuweza kusoma kisa kizima katika kitabu cha Mathayo ishirini na mbili, lakini kwa muda wako unaweza ukasoma kuanzia aya ya kwanza mpaka hiyo ya kumi na nne. Lakini ndani ya aya hizo kumi na nne ambazo nimezisema, kulikuwa na miito ambayo iligawanyika mwitikio wake katika makundi matatu. Alikuwepo mfalme ambaye alikuwa ameandaa sherehe kubwa kwa ajili ya mwanaye aliyekuwa anafunga ndoa na hatimaye kufanya sherehe. Na katika ile sherehe mfalme akaalika watu mbalimbali. Sasa mbali. Kualika ni neno linalomaanisha kutoa wito wa kuita. Sasa mfalme alipoita watu waje kwenye sherehe, walikuwa makundi haya matatu yafuatayo. Moja, kulikuwa na kundi ambalo walikataa moja kwa moja wito, wakamwambia tuko bize na mambo yetu, hatutakuja hatuji, walikataa moja kwa moja wito. Kundi la pili ni watu ambao walipokea wito, wakaingia ndani ya ukumbi ule wa sherehe, na kuna zawadi ilitolewa kwa kila aliyekuwa anaingia mlangoni wakapokea. Kwa hiyo wameitikia wito na wakapokea zawadi, lakini kuna kundi la tatu ambalo wao walipokea wito, lakini wakakataa kupokea zawadi. Na baada ya tendo la mmojawapo kukataa hiyo zawadi, ndipo kauli hii inatolewa kwamba waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Kuna swali ambalo unapaswa ujiulize, kwa nini sentensi hii haikuanza mwanzo wa kisa au mwanzo wa mfano? Kwa nini imewekwa mwisho wa kisa au mwisho wa mfano, kwamba waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache? Kwa nini iwekwe mwishoni? Imewekwa mwishoni ili kuondoa dhana mbaya ambayo watu tunayo hadi leo kwamba kuna watu kabla hajazaliwa alishaandikiwa kuokolewa, kabla hajazaliwa alishaandikiwa kuangamia. Nakumbuka <angu> wa wakati fulani nikiwa nasoma sekondari, shule yetu ilikuwa ni shule ya wavulana tu lakini jirani ilikuwepo shule ya wasichana tu. Sasa kulikuwa na umoja wa kidini kati ya shule hizi mbili, kwa hiyo kila siku ya Jumamosi Waislamu wa, wa shule hii ya wavulana walichangamana na Waislamu wa, wa shule ile ya wasichana kwa ajili ya vipindi vyao mbalimbali vya dini. Vivyo hivyo watu wa Ukwata, washule wa shule ya wavulana na ya wasichana, vivyo hivyo na wanaasa upande wa shule ya wavulana na shule ya wasichana. Sasa siku moja katika mijadala ya kutiana moyo kama wanaasa, binti mmoja akalalamikiwa na wanaasa wenzie ya kwamba mbona mwenzetu huna bidii katika kusoma, mbona kama unatuaibisha mbona kama unawaaibisha wazazi wako? Ni kama umekuleta hapa kusoma ufanikiwe katika maisha, mbona haujishughulishi? Yule binti akawa amewashinda wao, kwa hiyo <laughs> ile kesi ikafikishwa kwa viongozi wa dini ambao walikuwa wanaunganisha shule zote hizo mbili. Kwa hiyo kwenye mazungumzo na yule binti alitoa jibu ambalo sitalisahau hadi leo, alisema hivi Nyinyi ambao hamna future someni kwa bidii, maana wengine tunasomewa. <laughs> Akaenda mbali, akasema, yani hivi unavyoniona, sijali masomo. Kuna mwanaume mahali fulani anapambana kufanya kazi afanikiwe maisha, ili aje anioe mimi. Kwa hiyo nyinyi ambao hamna future someni kwa bidii, lakini mimi kuna mtu ananisomea ambaye hata yeye hakumjua kusema kumbe. <laughs> Sasa kwenye mambo ya wokovu kuna watu wako hivyo, na wanaamini ya kwamba acha niishi maisha yasiyofaa hata sasa, maana nimeshaandikiwa hata kabla sijazaliwa, kwamba nitaokolewa. Kwa hiyo mnao sali msali, mnaoimba mwimbe mnaosambaza vitabu msambaze, mnaofanya mahubiri mfanye, mnaofunga na kuomba sawa, mnaoenda makambi sawa. Ninyi mwendelee kuhangaika na mimi nahangaika na dunia, lakini kwa sababu nimeshaandikiwa tutakutana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii iliandikwa ili kukataa hilo fundisho ya kwamba kinachofanya mtu awe mteule siyo maazimio ambayo Mungu amekwisha kuyafanya kabla ya huyu mtu kuzaliwa, au maazimio ambayo shetani ameshayafanya kabla ya huyu mtu kuzaliwa, au maazimio ambayo wazazi wanafanya kwa ajili yake, au maazimio ambayo viongozi wa dini wanafanya kwa niaba yake, au maazimio ambayo wanafanya pengine marafiki. Hapana, Matayo anapoandika kikisa, anasema hivi kilichofanya hilo neno litumike ni kitendo cha yule mtu mmoja aliyeitikia wito akapewa vazi akalikataa. Ndio maana akasema waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Ni kama vile Mungu anasema, kazi ya Mungu na watumishi wake ni kuwaita watu kwenye uzima lakini kukubali au kukataa ni wajibu wa mtu mwenyewe. Na sili inayokwambia ya kwamba shetani hataki uijue ni kwamba wewe, hivyo hivyo ulivyo, una uhuru wa kuchagua uzima wa milele, uhuru ambao si Mungu si shetani wala yeyote anaweza kuingilia. Yaani ni kama kusema hivi hivyo ulivyokaa au hivyo unavyotazama wewe, ukiamua kwamba niwe miongoni mwa wale watakaopata uzima wa milele inakuwa Bwana Yesu asifiwe, na ukisema ya kwamba sitaki, itakuwa hivyo hivyo. Hebu tafakari haya mambo machache. Kama mtu ana njaa akikataa kula, anakuwa amekubali kufa, hahitaji kuchagua kifo. Lakini kama ana njaa na anapaswa kupata chakula ili apate nguvu ili yaishi, na akachagua kukataa kula, akaendelea kukataa kupata chakula, huyu mtu atakuwa amechagua kufa. Ikiwa mtu anaumwa ugonjwa unaofisha akakataa matibabu, anakuwa amechagua kufa. Kama mtu yuko kwenye giza na ndani ya chumba chenye giza alimo kuna switch ambayo akibonyeza nuru inapatikana, lakini akakataa kuwasha hiyo taa, anakuwa amechagua kudumu gizani. Ikiwa mtu amepewa uzima wa milele akaukataa, anakuwa amechagua mauti ya milele. Nataka kusema hivi napomaliza, uzima wa milele hauombwi. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa milele unakataliwa au kukubaliwa, na ushahidi ni upi? Kwenye hicho kisa ambacho hatujasoma mafungu yake, watu walikuja na mavazi waliokuwa nayo wakati wanaitwa, ila kila aliyekuwa anaingia mlangoni alikuwa anapewa vazi maalum linaloitwa vazi la harusi vazi ambalo mtu hachangii, hanunui wala hakodi, ni vazi ambalo anapewa bure. Yaani hakuna mtu aliingia kwenye ule ukumbi akasema ninaomba vazi. Hakuna aliyeomba, lakini vazi lilitolewa bila mtu kuomba lakini kazi ya muhudhuriaji ilikuwa ni moja, kwamba hili vazi sijaliomba lakini nimepewa. Nifanye nini? Ni aidha ukubali au ukatae. Ndio maana nikasema hivi, linapokuja swala la uzima wa milele mwanadamu hachagui, samahani, mwanadamu haombi. Wakati wa jioni, Pastor Peter nadhani alitueleza vizuri ya kwamba Kabla ya msingi wa dunia kuwekwa, mwana kondoo ambaye ni Yesu alikuwa amechinjwa, na damu iliyomwagika ilikuwa inatosha kuwalipia wanadamu wote deni la dhambi. Kwa hiyo hapo ulipo, ulishalipiwa na kuandikishwa kwenye orodha ya wanaostahili uzima wa milele, yani huna haja ya kuomba hata usipoomba tayari umeandikiwa kuishi milele, maana Yesu alishalipa deni. Ila unachotakiwa kufanya badala ya kuomba uzima wa milele ni kuchagua kwamba huu uzima ambao sijauomba ila ninapewa ni ukubali au ni ukatae, na kama utaukataa, ndipo uteule unazaliwa kwamba wewe unakuwa si mteule, si kwa sababu kuna mwingine amekuamlia, ila kwa sababu wewe umekataa. Nataka nimalize, ni kwa ajili ya kisa hiki, miaka mingi iliyopita katika taifa la Marekani, watabiri wa hali ya hewa kwa maana ya mamlaka walitoa taarifa ya kwamba vipimo vinaashiria kwamba kuna mlima mmoja ambao ulikuwa na miaka mingi sana haujalipuka volkano, ya kwamba ulikuwa unaenda kulipuka volkano. Na ule mlima miaka ya zamani mno, miaka mamia inasadikika uliwahi kulipuka volkano lakini ukaacha. Hatimaye yale maeneo watu wakaishi, wengine wakazaliwa, wakazeeka, wakafa, haujawahi kulipuka volkano, na wakazaa watoto, wakaishi, wakazeeka, wakafa, haujalipuka volkano, nao wakazaa watoto, vizazi na vizazi, hawajawahi kushuhudia ule mlima unalipuka volkano, lakini huo mwaka mamlaka za hali ya hewa katika taifa la Marekani zikatangaza ya kwamba kuna viashiria, kuna dalili ya kwamba moto wa volkano unaweza kulipuka kwenye ule mlima. Kwa hiyo kama tahadhari, wakafika katika kile kijiji, wakawajulisha wana kijiji wale ya kwamba serikali imeandaa makazi mapya ambapo mnachotakiwa tu kufanya ni kubeba vitu vyenu vinavyobebeka, lakini nyumba na mahali pa kuishi serikali imewaandalia mahali, maana hapa ambapo mmeishi miaka yote siyo salama tena. Kama mamlaka zi, hazina uwezo wa kusema lini hiyo volkano italipuka, lakini dalili zinaonyesha yaweza kulipuka muda wowote kwa hiyo kama serikali inayojali watu wake wakawaandalia sehemu na wakatoa tangazo, kwa sababu hatujui volkano yaweza kulipuka lini. Unaposikia tangazo hili, hama mara moja. Kwenye kila kundi la watu wa, kuna makundi matatu: kuna wale ambao akisikia mara moja anatekeleza, halafu kuna wale ambao akisikia anasubiri mwingine atekeleze aone matokeo ndipo na yeye afanye. Alafu kuna wale ambao ni wa mwisho kabisa kufanya maamuzi kwao. Baada ya lile tangazo, baadhi ya wanakijiji wakahama mara moja. Walipohama, wale waliohama wakawa wanafuatilia habari, vipi, mlima umelipuka bado? waliobaki wakawa wanawacheka waliohama, wanasema, kama kuna watu wajinga dunia hii ni nyie. Huenda serikali imegundua hapa kwenye kijiji chetu kuna mali, sasa imeona itumie akili kututoa ili hizi mali wazichukue. Kwa hiyo ninyi mliohama mmepungukiwa akili na ujanja, yaani mmeenda hapa mmeacha serikali ije ifaidi. Wanakuwa wanawaambia haya, tangu mmeondoka mlima mmeona umelipuka? Ni kama hawa wanajiona ni wajanja waliobaki, alafu wale walioondoka wanaonekana ni wajinga ama ni washamba. Lakini serikali ikazidi kusisitiza kwamba dalili ambazo tuliziona awali ni kama zinaongezeka. Bahati mbaya sana, wale waliosoma jiografia, volkano inapotaka kulipuka inaanzia katikati kati ya ardhi, kiasi ambacho wewe kwa macho huwezi kuona dalili inayoonekana. Lakini wale mamlaka, kwa sababu wanavifaa mbalimbali na teknolojia, kuna viashiria wanaona ni kama vinaongezeka. Kwa hiyo, walipoongeza msisitizo, baadhi ya wanakijiji wakaongezeka, wakahama tena, wakaenda mahali palipoandaliwa lakini wabishi huwa wakosi. Wengine wakabaki, siku zinazidi kwenda, kile kijiji kikashuhudia ndege ndege, wote waliokuwa maeneo yale wanaanza kuhama, wanyama wasiofugwa wanaanza kuondoka. Serikali inasisitiza ya kwamba dalili zinaongezeka za mlima kulipuka. Hameni, mwende mahali salama palipoandaliwa, lakini wabishi waliendelea kubaki. Msisitizo wa serikali ulipozidi, mpaka kwenda mbali kusema, kama kuna mtu jambo baya litampata, serikali isilaumiwe, maana imefanya kila jitihada inayowezekana lakini haiwezi kutumia mabavu kuwatoa kwa. Hiyo kama kuna mtu atapata madhara, basi serikali isihusike. Hakuna kilicho na thamani kuliko uhai wa mwanadamu. Ndiyo, makazi yaliyoandaliwa na serikali hayakuweza kuwa na mashamba mengi na makubwa kama waliokuwa nayo, lakini angalau waokoe maisha. Vingine vinaweza kutafutwa na vikapatikana, lakini uhai ukiupoteza mara moja hautaupata tena. Baada ya tangazo hilo kali, wanakijiji wote waliondoka isipokuwa mzee mmoja. Huyu mzee akawa anasema hivi <laughs> mimi nimezaliwa hapa, nimeishi hapa na sasa ni mzee. Baba yangu alizaliwa hapa, akaishi, akazeeka, nikamzika. Babu yangu alizaliwa hapa, akazaliwa, akakuwa, akazeeka, akazikwa, na mababu na mababu na mababu. Huu mlima haujawahi kulipuka. Kwa hiyo nyinyi wajinga nendeni, ila nawahakikishia kila kitu mlichokitelekeza hapa kinakuwa mali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mashamba mliyoyaacha ni yangu, kila kitu mlichokiacha ni changu. Kwa hiyo siku mkigundua mmetapeliwa, mnarudi, mtu asinidai chochote. Serikali iliendelea kufanya jitihada za kumshawishi mzee aondoke, hakutaka. Siku moja ambayo ilipambazuka kama siku nyingine, na mzee akaona ni siku kama siku zingine, ndiyo siku ambayo ghafla alisikia kama tetemeko, na baada ya hapo aliona kama moto unalipuka mfano wa ujiuji uji, ambao si tu kwamba ulimuua, lakini ulifunika ile ardhi kiasi cha kutokufaa hata kwa shughuli za kilimo viumbe wachache waliokuwa wamebaki wa kufugwa walikauka kama vile sijui wamewashwa na umeme. Hakuna hata dalili za uhai zilizobaki. Wale waliokuwa wamehama wakaanza kumsikitikia mzee, lakini amechelewa. Usiku wa leo nataka nikwambie hivi, hata kwenye swala la uteule ni hivyo hivyo. Wapo wanaoweza kusema mchungaji, huyu mzee alikufa maana, siku zake zilikuwa zimefika. Huyu mzee alikufa kwa volkano, maana Mungu alipanga vile? Hapana! Kama angelichagua kuondoka kama wale wengine, labda angekufa kwa ugonjwa, labda angekufa kwa ajali, lakini isingekuwa kwa volkano. Na ndivyo wengi wanajidanganya hadi leo. Kuna wakati mtu anakiharakisha kifo, anaharakisha matatizo akidhani ndio ameandikiwa, kumbe angefanya uchaguzi sahihi, matokeo yangekuwa tofauti. Natamani kutoa wito kwa ajili ya mtu fulani anayesema kwamba mchungaji, nimeelewa na mimi. Leo sio kesho, wala kesho kutwa, wala mwakani, lakini leo ninachagua kuwa mteule, ninauchagua uzima wa milele. Huyo mtu natamani asimame, tuombe naye Mungu wa mbinguni, shetani asingependa kujua ya kwamba umetupa uhuru wa kuchagua uzima wa milele na huenda usiku huu wa leo, kuna mtu alikuwa amekata tamaa ya kwamba kwa dalili anazoziona kwenye maisha yake hata okolewa. Lakini usiku wa leo Bwana amefanya maamuzi ya kwamba kile atakachokichagua, kile atakachokiamua ndivyo kitakavyokuwa. Na watoto wako wamesimama wakichagua uzima na kukataa mauti, na kuomba Mungu wa mbinguni waimarishe katika uamuzi wao. Na yumkini miongoni mwao kuna mtu anayeenda mbali zaidi na kusema, si tu ninachagua kuwa mteule katika uzima wa milele lakini, wiki hii kunapokuwa na ubatizo, ninatamani kubatizwa. Huyo Bwana, tunaomba umbariki na kumuimarisha. Na kuna yeyote yamekata tamaa, Bwana ukamtie nguvu ya kwamba hata yeye bado liko tumaini la kuokolewa. Na neno lako litufariji, litutie nguvu, litubariki, litulinde usiku wa leo mpaka kutakapopambazuka. Maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu, amina.